Dada zangu na kaka zangu katika Kristo, ninakaribisha tena katika makala hii mpya inayokwenda kwa taito ya jinsi ya kushinda dhambi na laana za ukoo. Narudia tena, jinsi ya kushinda dhambi na laana za ukoo. Sasa kabla sijaanza makala hii kuisoma na kuielezea, basi ningependa tusali. E, Mungu nakushukuru kwa neno hili. Tunaomba kupitia makala hii upate kufungua upeo wetu lakini pia zaidi Mungu naomba tuimpart with the truth in Jesus name, amen. Wengi wetu tumeishi tukikumbana na matatizo kila kukicha, bila amani, bila mahusiano imara, ndoa zinavunjika yani na vibarua vinaota nyasi, yaani kwa namna fulani unajiona kila uendako jinamizi linakufuata. Ingawa kuna ambao majanga haya yanaonekana wazi, wapo ambao mambo yao kwa nje yatastawi, ila ndani yao wanaishi na nguvu au mamlaka ya shetani bila wao kuelewa. Sasa nakupa siri, kila familia zina historia za kibiolojia na za kiroho ambazo kwa namna fulani huelezea mwenendo wao. Kutokana na mwenendo huo, ghadhabu ya Mungu iliamka dhidi ya wazazi au mababu zako, ndipo wewe mtoto unatumikia adhabu yao, na baraka za Mwenyezi Mungu zinaonekana kuwa mbali kabisa na wewe. Basi hii dhana ya dhambi ya ukoo au dhambi ya kizazi, ambapo hukumu ya Mungu inajirudia kwa vizazi, inaweza kuonekana kuwa ngumu kuelewa leo, lakini ina mizizi yake kwenye Biblia, kama vile katika Kutoka 34:7 saba inavyosema kwamba Mungu ni msameheaji wa uovu, uasi na dhambi, lakini hakuachi mwenye hatia bila kuadhibiwa; huadhibu watoto na watoto wa watoto kwa dhambi za wazazi wao hadi kizazi cha tatu nne. Ndiyo, mstari mwingine unaofanana na huo unapatikana katika zile amri kumi ambazo zilitajwa kwenye Kutoka sura ya ishirini, tukianzia ule mstari wa nne. Bibilia inasema, usijifanyie sanamu ya miungu. Hapa ni Mungu mwenye naongea. Usijifanyie sanamu ya miungu wa uongo na kinyago chochote kilicho mbinguni, katika nchi, au majini chini ya dunia. Usiisiujudie wala kuitumikia, kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu Mungu wako ni Mungu mwenye wivu nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne na chao wanichukiao. Na akaendelea kutoka wa, wa nene, wa sita. Uh, lakini na wafadhili maelfu ya wale wanipendao na kuzishika amri zangu. Ndio, kumbe Mungu, wale ambao wanampenda naye anaonyesha upendo, lakini wale wanaomchukia Mungu naye anawaonyeshea chukizo. Lakini kikubwa zaidi Mungu ametuonyesha kwamba yeye anaweza kuadhibu watoto kwa dhambi za wazazi wao. Sasa hii inamaanisha nini? Je, ni haki unaweza kuuliza? Sasa Bibilia iko na hadithi nyingi ambapo matendo ya kizazi kimoja yanaathiri vizazi vinavyofuata. Tuanze na hadithi ya Adamu na Eva, ambapo dhambi yao ya kwanza ilileta ulimwengu ulioanguka. Au angalia Waisraeli walipokaidi, walipata adhabu ya kuzunguka jangwani, na kizazi chao pia kiliteseka. Bibilia inaonyesha wazi kwamba matendo ya binadamu yanaathiri sana vizazi vinavyokuja. Kwa mfano katika ile Yeremia ishirini na mbili thelathini Mungu anatangaza laana juu ya mfalme Yekonia akisema, andikeni mtu huyu kama asiye na watoto, hakuna yeyote kati ya wazao wake atakayekalia kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Na ikawa hivyo, sio masiara muona. Mfano mzuri ambao ningependa pia kuutumia hapa ni mfano wa mfalme Daudi, vile alivyoishi kulingana na mapenzi ya Mungu, alitimiza matakwa yake, lakini mwanae sasa baada ya Absalom kutaka madaraka, Adonija mtoto wa pili ule baadaye, uh, Solomoni anapata ufalme. Solomoni mtoto wa Daudi anakaa katika kiti cha enzi muona, na aliwekwa na Mungu mwenyewe, lakini uh, Solomoni au mfalme Sulemani baadaye anakuja kusepetuka. Hiyo ni baada ya kwa kuwa alikuwa anapenda kuoa wanawake wa, wa kigeni, kitu ambacho Mungu alikuwa amekataza, na alijitwalia wanawake au wake mia saba pamoja na masuria mia tatu. Mona. Kupitia hicho akasepetuka kinyume na mapenzi ya Mungu, na moyo wake ukageukia miungu ya kigeni, miungu ya Molek, miungu ya Kemosh na vitu kama hivyo, yani miungu ya watu wa Moabu. Sasa hapo hapo juu ya mfalme Sulemani, alitakiwa aadhibiwe pale pale, lakini Mungu anasema kwa sababu baba yako alitenda kulingana na mapenzi yangu, basi mimi sitakuadhibu wewe. Adhabu yako wewe watakaoitumikia ni watoto wako. Mungu anasema kwamba nitaugawanya ufalme wako mara mbili na ufalme mmoja nitampa mfanyakazi wako. Yaani Mungu alikuwa na ilitakiwa yeye adhabu imkute imkute, um, Daudi nani nani, Sulemani mwenyewe, lakini Mungu anasema adhabu yako wewe watakuja kuitumikia watoto wako. Maana hiyo ufalme ataugawanya kipindi cha watoto wake. Na yeye Sulemani hatashuhudia hayo kwa sababu ya baba yake Mfalme Daudi ambaye aliishi kwa haki ya Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, Mungu huyo huyo ameweka mkazo pia kwa uwajibikaji binafsi mwana. Unaweza kasema okay, ndiyo huyu Mungu vipi? Lakini hapa kuna, kuna, katika ile Ezekieli kumi na nane ishirini tunakumbushwa kwamba mwana hatabeba hatia ya baba wala baba hatabeba hatia ya mwana, ikimaanyisha kwamba ikiwa matokeo yanaweza kudumu kwa vizazi, kila mtu ana nafasi ya kuanza upya na kuvunja mzunguko wa dhambi hiyo. Umenielewa. Na hapa kinachozungumziwa ni hatia kwamba kila mtu atabeba mzigo wake. Umeona Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Basi kila mtu atatumikia adhabu iliyotokana na matendo na imani yake. Lakini dhambi za mzazi zinaweza kuwa mzigo kwa mtoto. Okay, makala hii kuna vitu nitavitumia vya sayansi, ili mradi twende sambamba kama wewe ulikwenda darasani. Umeona, watu wengi baada ya kupokea maarifa ya kidunia, maarifa ya mwanadamu, tuna tabia kama Uh, sayansi na Mungu vinapingana, lakini katika nadharia hii nitatumia elimu ya darasani kuelezea concept ndogo ya jinsi gani dhambi inabebwa kutoka kwa wazazi na vitu kama hivyo, kwamba kuna wakati dhambi inaweza kuwa mzigo kwa mtoto. Sasa unaweza watu wengi wanaweza kabisha kwamba unawezaje kurithi uh, dhambi za wazazi, na wapo wengine ambao <coughs> na yapo madhehebu mengine na imani zingine ambazo haziamini kwamba dhambi unaweza ukarithi na kwamba sisi tulirithi ile uh, dhambi ya asili kutoka kwa Adamu na Hawa. Sawa? Kwa hiyo nitatumia biolojia katika hili. Kama Biblia inavyosema, matendo ya binadamu inaathiri vizazi vijavyo, biolojia inatuonyesha pia kwamba maisha ni mwendelezo, hakuna kuanza upya. Binasaba au DNA, ile molecule ambayo ina genetic blueprint ya maisha, inapita kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na kila mtu ni mchanganyiko kipekee wa DNA za wazee wake hatuanzishi upya kibiolojia hiyo DNA ya kila kizazi. Badala yake, tunarithi zile tabia nzuri na mbaya kutoka kwa mababu zetu. Kwa mfano, wakati spishi inabadilika haianzi mwanzo kutokea sifuri, na kila kizazi kipya inaendelea tu na mabadiliko ya vizazi vya nyuma. Ndiyo maana tunafanana DNA na mababu zetu na tunaweza kufuatilia nyuma miaka mingi. Yani maana yake ni kwamba, kwa mfano wewe, uh, Mtanzania, tuna uwezo wa kujua DNA ya mababu zako na mababu zako, na mababu zako na tukajua kwamba asili yao ni kutoka sehemu gani. Unaona, kwa mfano kuna wengine wanaishi huku, lakini unakuta DNA zao zinakuja zina, kuja, zina trace back kwa Waheberu wa. Unaona kuna wengine DNA yao inakuja ku trace back nchi za Scandinavia huko. Kwa hiyo that's what I'm trying to say, hicho ndo ambacho nilikuwa najaribu kusema hapa. Naendelea, hata kiroho hatuanzi maisha yetu kama watu empty, yani watupu kabisa Mwona, yani kama kwenye DNA tumerithi ni mwendelezo basi hivyo hivyo katika roho, eh, hatuanzi empty, watupu kabisa, hapana. Tunazaliwa na tendencies au tabia kutoka kwa wazee wetu. Hivyo tunajikuta tunarithi urithi wa kiroho na mabadiliko kutoka kwa mababu. Sawa. Kibiolojia, jeni zetu zinaamua mambo mengi kuhusu sisi kutoka physical traits hadi uwezekano wa kupata magonjwa fulani. Naposemea physical traits, naelezea maumbile ya nje hadi uwezekano wa kupata magonjwa fulani. Sifa hizi ni matokeo ya evolution na mabadiliko ya vizazi. Kwa mfano, kawaida, mtu akiwa na uwezekano wa kuzaliwa na pumu ni kwa sababu ya urithi kwa mababu zake. Dhima hiyo inatumika pia kwenye jinsi tunavyorithi hali au tabia za kiroho. Maana hapa, mimi napenda kutumia mfano wangu. Mimi nilizaliwa na asthma na wengi tunasema watoto ni malaika ni na nini, sipingani nanyi, lakini malaika, mimi nilipozaliwa, nilizaliwa na asthma, pumu ambao ugonjwa huo ulikuja kutrace kwa wazazi wangu kwa kwa mababu zangu. Kwa hiyo there you go, malaika amerithi tendency ya ya kimwili, ya kibiolojia. Umeona ambayo ilikuwa ni nini? Ambayo ilikuwa ni pumu. Sasa Biblia inaposema kuhusu dhambi ya kizazi, ni kama inazungumzia urithi, ni kama inazungumzia urithi wa kiroho. Kama vile pumu inaweza kurithiwa, mifumo ya tabia au matokeo ya matendo fulani pia inaweza kurithiwa. DNA ya kiroho ya kizazi kimoja inaathiri kingine, ikijenga urithi wa tabia na tabia zilizoachwa. Kwa namna hiyo sisi si mtu mmoja mmoja tu, bali ni sehemu ya spishi kubwa ya kiroho inayobadilika pole pole kutokana na maamuzi na matendo ya wale waliotutangulia. Unajua hapa hapa nikwambie, sisi hapa ni one big family, sisi ni familia moja kubwa, na ndiyo maana muda unavyozidi kwenda, dhambi duniani inazidi kuongezeka, ukaidi unazidi kuongezeka kwa sababu sisi tunarithiana, umeelewa? Kumbuka katika ile Matayo 24 Yesu alikuwa anasema kwamba itafikia, itafikia wakati sawa, lawlessness, yani, uh, watu wataishi bila, bila, bila, bila kufuata sheria, watu wataishi wanavyotaka, na itafanya mioyo ya, ya watu iwe cold, mioyo ya watu iwe ya baridi katika mapenzi, watu watakuwa hata wapendani. Hapana, ila ni taratibu taratibu, ila itafika time hiyo hali itakuwepo, na ndo ambayo mimi nahisi sasa hivi tunaishi, sawa. Sasa kabla tujaendelea na makala, nataka kitu kimoja hapa nigusie, hichi ni cha nyongeza, lakini kitakukamilishia uelewa mzima wa, wa, wa nini ambacho nimetoka kukisema, sawa. Hapa tutakwenda kuangalia jinsi laana inafanya kazi. Sawa, tumeona jinsi damu inabeba mtiririko wa taarifa za spishi, yani DNA. Kumbe hata shetani naye anapata mamlaka kupitia hiyo hiyo damu. Unajua, katika ulimwengu wa roho sarafu ni nafsi, yani soul, na njia za makubaliano ni kupitia damu. Vivyo hivyo, ikiwa wazazi walituuza kupitia ushirikina au kwenda kwa waganga, shetani anapata mamlaka ya kukuchezea wewe mtoto ambaye hujaokolewa, ikiwa ulizaliwa baada ya chukizo hilo kutendeka. Ndiyo maana Biblia inatukumbusha kwamba vita zetu ni za kiroho tu. Ndiyo ndakupa mstari tutasoma, Waefeso 6:12 mpaka 13. Waefeso 6:12 mpaka 13, Biblia inasema kwamba maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza, na kwa sababu hiyo, vaeni silaha za Mungu, ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui, na mkisha pigana mpaka mwisho mtakuwa bado imara. Sawa. Kwa hiyo kumbe, namna pekee ya kushindana na hizi kushinda vita za kiroho, namna pekee ya kushinda hizi vita za kiroho ni kufunikwa na damu ya Kristo. Mungu anakupa kinga, umeelewa, ya kuweza kushinda hizo schemes za shetani. Sasa chini nitakwenda kuelezea jinsi gani hiyo kinga ina inafanyika ina, ina, ina kwa wewe mtu ambaye uko na Kristo. Haya, tunaendelea. Neema ya Mungu inatupa uwezo wa kuvunja mzunguko wa dhambi na kubadilisha DNA yetu ya kiroho na kuanzisha mwanzo mpya kwa vizazi vijavyo kwa kupitia mchakato ambao Yesu aliuita kuzaliwa upya. Sawa, eh, kuzaliwa upya kiroho kunaanza na kumkubali Yesu Kristo kama mwokozi wako. Hii ni hatua ya kwanza kabisa, kumwamini, kumpokea na kuelekeza maisha yako kwa mafundisho yake. Umeona, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukisoma ile wa Efeso moja kumi na tatu, ambayo nitakwenda kuisoma, um, inasema hivi Nanyi pia watu wa mataifa mengine mliusikia ujumbe wa kweli, yaani habari njema iliyowaletea wokovu, mkamwamini Kristo naye Mungu ili kuonyesha kuwa ninyi ni wake, akawapiga muhuri kwa kuwapeni yule Roho Mtakatifu aliyetuahidia. Do you see that? Kwa hiyo kumbe, um, inabidi kwanza Injili tuisome na tuipokee. Kwanza Injili tuisome na tuipokee ambayo inaleta wokovu, then tumpokee Kristo Yesu kama mwokozi. So, kwa hiyo kumpokea Kristo kama mwokozi wako aaas ni muhimu. Nje ya Yesu hakuna wokovu. Nje ya Yesu huwezi kushinda laana ya kiroho. Sawa. So, katika Yohana 3:3, Yesu alimwambia Nikodemu kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili sio kuzaliwa kwa mwili bali ni kuzaliwa upya kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Mazungumzo ya Yesu na Nikodemu yanaonyesha umuhimu wa mchakato huu wa mara mbili ili kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuzaliwa kwa maji kuna maanisha kusafishwa na kutubu, wakati kuzaliwa kwa roho kuna uhusiana na mabadiliko ya kimungu ambayo yanaleta maisha mapya. Pamoja vinakamilisha mchakato wa kuzaliwa upya kiroho. Yohana Mbatizaji anatoa ufafanuzi zaidi kuhusu hii katika ile Mathayo tatu kumi na moja, ambapo alisema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hapa maji yanaonyesha ubatizo wa toba, kitendo cha nje cha kusafisha na kujiandaa. Mona, um, nadhani hapo hapo kwenye swala la toba hilo, ndio maana Yohana Mbatizaji alikuja duniani, sawa alikuwa anamwandalia njia Yesu kama ambavyo Mungu alituambia katika kile kitabu cha Malaki. Lakini zaidi juu ya toba hapo, nataka nionyeshe kitu ambacho Yohana Mbatizaji alikuwa amekishikilia. Muone haikuwa tu swala la kuwatia watu kwenye maji, hapana. Ngoja nikusomee mstari hapa. Nadhani ni Mathayo, nadhani ni Mathayo 3:8 kama sijakosea. Inasema hivi, onyesheni kwa vitendo kwamba mmetubu. Msifikiri na kujisemea baba yetu ni Abraham nawaambieni hakika Mungu anaweza kuyafanya mawe haya yawe watoto wa Abraham. Hiyo nimesoma na tena tisa. Yaani anasema onyesheni kwa vitendo kwamba mmetubu. Yaani kikubwa ambacho wana mbatizaji alikuwa anajaribu kutuonyesha ni swala la toba. Umeona? Swala la toba. Sasa tunaendelea. Um, baada hii Mathayo 3:11 tunaendelea. Hapa maji yanaonyesha ubatizo wa toba, kitendo cha nje cha kujisafisha na kujiandaa. Hata hivyo moto unawakilisha ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao huo huleta mabadiliko makubwa ya ndani ya mtu kiroho. Sasa, katika ile Zakaria 13:7 mpaka 9 utaisoma yote wewe, lakini nitaangalia ile sehemu ya mwisho ambayo ni msingi wa makala hii, ambapo Mungu anasema, nami nitalileta lile fungu la tatu na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu jaribiwavyo, wataliita jina langu, nami nitawasikia mimi, nitasema watu hawa ndio wangu, na watasema Bwana ndiye Mungu wangu. Unajua, picha ya moto kama kifaa cha kusafisha na kuboresha haiepukiki. Watu wa Mungu wanalinganishwa na metali za thamani ambazo, ambazo lazima zipitie moto ili uchafu uteketezwe. Mchakato huu unaendana na kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anawatakasa waamini na, wa na kuwaumba kwa mfano wa Kristo. Unajua jua ile swala la Roho Mtakatifu, unajua ishu sio kumpokea Kristo ndo kwamba laana umeshinda na kusema umemaliza, isho kumpokea Kristo, Kristo akae ndani yako na wewe ukae ndani yake, akusil na Roho Mtakatifu, akikusil na Roho Mtakatifu, wewe ni kiumbe kipya sawa. Na ndio maana katika ile uh, uh, uh, Warumi nane tisa Biblia inasema yoyote asiyekuwa na Roho wa Kristo usio wake. Kwa hiyo kumbe, wewe kujinadi kwamba ni wa Kristo, sharti uwe na Roho Mtakatifu. Naendelea, muona, naendelea kuhusu Roho Mtakatifu hapa tutakwenda kuangalia jinsi ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanyika. Ile Zakaria 13 mstari wa saba mpaka wa tisa tuliotoka kuisoma ilikuwa inajaribu kutuleta katika siku ya Pentekoste. Kwa lugha ingine, Mungu alikuwa anatuonyesha atawabatiza katika moto wale wanafunzi wa Yesu waliosalia siku ya Pentekoste. Ubatizo wa moto ninaozungumzia hapa unafananishwa na ule wa tanuri waliopitia Shadraki, Meshaki na Abednego walipokaidi amri ya mfalme Nebukadnezar. Nitasoma Danieli tatu mstari wa ishirini na tano ambayo inasema hivi: kisha akauliza lakini sasa, mbona ninaona watu wanne wakitembea tembea humu motoni bila kufungwa na wala hawadhuriki, na mtu wanne anaonekana kama mwana wa miungu. E, sasa hapo nitakuacha wewe uende kutafakari, ila nitakuelekeza nita, nita, nita zaidi juu ya lile neno ubatizo. Neno la Kiswahili ubatizo limetokana na neno la kimombo baptism, yani Kiingereza nlakini nalo pia limetokana na neno la Kigiriki baptizo ambalo ili neno maana yake ni kuzamishwa. Kwa hivyo waliopata neema ya kubatizwa na Roho Mtakatifu wamepitishwa katika moto yani, wamezamishwa kabisa katika moto. Na katika ile Matendo sura ya pili, ndimi za moto zilikalia juu ya wanafunzi wa Yesu zikionyesha upitisho wao katika moto unaoleta mabadiliko ya ndani, identity mpya ndani ya Kristo na nguvu Wakati Roho anapobatiza kwa moto, inamaanisha urejesho kamili na maandalizi ya watu wa Mungu kwa ajili ya kusudi lake. Na kupitia hili hili sasa, unapojazwa Roho Mtakatifu, ndipo hapo unakuwa mtoto wa Mungu, ndipo hapo wewe unaweza kumwita Mungu Baba. Nakupa mstari Warumi 8:4 Warumi 8:4 No, nimekosea, sio sio sio I think ni nane kumi na nne niende kwenye, kwenye kumi na nne. Biblia inasema hivi: wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni watoto wa Mungu. Akaendelea kumi na tano: kwa maana hamkumpokea roho mwenye kuwafanya ninyi watumwa tena na kuwatia hofu, bali mmempokea Roho ambaye huwafanya ninyi watoto wa Mungu, na kwa Roho huyo sisi tunamwita Mungu Aba, yaani Baba. Do you see that? hapo umempokea ume, kwanza umekubali ume, ume injili umempokea Kristo amekubatiza Roho Mtakatifu, si ndio? Sasa tunakuja kuangalia mabadiliko ya Mkristo baada ya kubatizwa mara ya pili, yani wewe utajuaje kwamba una, una, una Roho Mtakatifu? Jibu linapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5:16 mpaka 17 ambayo inasema kwamba kwa hiyo nasema mruhusuni Roho atawale maisha yenu na msitafute kutimiza tamaa za mwili kwa maana tamaa za mwili hushindana na roho, na roho hushindana na tamaa za mwili roho na mwili hupingana, kwa sababu hivyo hamwezi kufanya yale mnayoyataka. Ukisogea mbele, kuanzia mstari wa 24 hadi 25, Biblia inasema wote walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na tamaa zake. Kwa kuwa tunaishi kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, basi tufuate uongozi wake, sawa eh? Kwa kufanya hivyo tunaweza kuanza maisha mapya tukiacha nyuma urithi wa dhambi na kujenga urithi mpya wa kiroho. Mtume Paulo anasema katika ile waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 17, kama mtu yuko ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Kwa hiyo kuzaliwa upya kunatupatia nafasi ya kuanza upya na kuunda urithi wa upendo, matumaini na amani. Ni safari ambayo inaweza kuonekana ngumu kinje, lakini ni safari ambayo kuyanza inahitaji ujikane nafsi na ukubali kile ambacho Kristo ashakifanya msalabani. Kupitia hilo, unaweza kuvunja mzunguko wa dhambi na kuishi maisha yenye kusudi la kweli, na hapo unaokuwa wewe uko huru sawa. Kutokea hapo, Mungu anakusil, yaani Mungu anakupa nguvu, anakupa, Mungu anakuficha katika mbawa zake. Kuanzia hapo mishale ya ya moto ya adui haiwezi kukufikia kama ambavyo uh, Mtume Paulo alituambia katika ile Waefeso sita kumi na mbili na kuendelea. Umeelewa kwamba Mungu katupatia kinga. Kwa hiyo ukiwa uki, uki, na Roho Mtakatifu ukiwa na Mungu Mungu anakupa kinga kama ambavyo Mungu alimpa kinga Ayubu katika kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza mstari wa kumi, kama sijakosea. Mungu alimpatia kinga Ayubu Ayubu sio tu peke yake, Ayubu na jamaa zake, maanake hakuna aliyekuwa na uwezo wa kumloga, na hapo unakuwa umeshinda laana na, na, na, na, na, na, na, na mishale yote ya adui Shetani. Kufikia hapo, nitakuwa nimefika mwisho. Mungu akubariki sana wewe uliyekuwa nami kutoka mwanzo mpaka mwisho, na uzidi kubarikiwa kwa kile ambacho tumejifunza pamoja, na nakuombea pia katika safari hii ya uokovu. Mungu akakuonyeshe njia, Mungu akakuinue in the name of Jesus. Amen.